Kabla ya rekodi tuliyoizungumza wiki iliyopita kwenye World Football Records, matokeo ya ushindi wa AS Adema wa mabao 149 kwa sifuri dhidi ya SOE kwenye ligi kuu ya Madagascar mwaka 2002 ambapo matokeo hayo yameorodheshwa katika nafasi ya kwanza kama mechi yenye magoli mengi zaidi duniani katika kitabu cha Ginesi. Jina langu ni Julius Julius, karibu na nikurudishe hadi Septemba 12 ya mwaka 1885 huko nchini Scottish, siku ambayo taifa la Scotland likaushangaza ulimwengu kwa mechi mbili pekee zilizopigwa umbali wa kilomita 29 pekee. Matokeo ya mchezo kati ya Arbroath na Bon Accord kwenye kombe la Scotland, yalikuwa matokeo ya kushangaza zaidi yanayohusisha kipigo kikubwa cha magoli kwenye mchezo wa soka. Arbroath iliingia kwenye mchezo huo ikiwa angalau ina uzoefu wa takribani miaka saba tangu kuanzishwa kwake, wakati Bon Accord ilikuwa ina mwaka mmoja tu na inatajwa kuasisiwa kutoka kwenye timu ya mchezo wa raga. Wachezaji wa Accord walikuwa na mchanganyiko wa jezi, hasa kaptula na soksi wakuvaa inavyopaswa, jambo lililoonyesha kwamba ni timu inayotarajiwa kupata kipigo tu ilichokipata. Mpaka kipindi cha kwanza kinamalizika, Accord walikuwa washapigwa mabao 15 kwa mtungi, kabla ya kipindi cha pili Arbroath kukamilisha kalamu ya mabao 21 na mchezo huo kumalizika kwa mabao 36 kwa mtungi. Bahati mbaya kwa golikipa wa Bon Accord Andrew Lornie ambaye yameingia kwenye rekodi za makipa waliofungwa magoli mengi zaidi kwenye mchezo mkubwa wa soka, wakati Arbroath ikiichapa mabao 36 kwa mtungi Bon Accord. Kilomita 29 kwenye mji wa Dunde ulikuwa na mchezo mwingine uliokuwa na matokeo ya kushangaza yenye magoli mengi na kuingia kwenye orodha ya mechi za soka zenye matokeo ya ajabu zaidi. Dundee Harp ilikuwa inacheza mechi ya mzunguko wa kwanza dhidi ya Aberdeen Rovers kwenye kombe la Scotland, mechi iliyoisha kwa Dundee kuichapa Aberdeen mabao 35 kwa bila. Jambo la kuvutia ni kwamba magoli yalifungwa kiasi kwamba mpaka watu wanasahau goli likifungwa, wanaulizana ni la ngapi hilo kwa mfano mwamuzi wa mchezo huo hesabu zake zinaonyesha alirekodi mabao 37 ya Dunde lakini katibu mkuu wa Dunde hap akasema yeye amerekodi mabao 35 kwa bila mwamuzi akasema ilikuwa ngumu sana kuhesabu kila bao kwa usahihi kwa kuwa yalikuwa mengi mno kuwahi kushuhudia kama mwamuzi wakati kwa mantiki hiyo wazo la katibu mkuu wa Dunde hap, kwamba mabao 35 nikaridhiwa na chama cha soka cha Scotland na kigalikodi matokeo hayo ya mabao 35 kwa bila. Matokeo ya siku hii nchini Scotland yaliushangaza sana ulimwengu. Sasa niambie kwenye uwanja wa comment, matokeo haya haya ya kushangaza kutokea katika viwanja viwili tu kwa umbali wa kilomita 29 pekee. Ulikuwa nami Julius Julius, hadi wakati mwingine. Shukrani Belber.